Maisha ni mapambano. Hivyo, katika harakati za kutafuta maisha hapa na kule, ghafla najikuta katikati ya jiji, jiji lenye anasa za kila aina, ambapo wenyewe husema njoo na kichwa chako tu, akili utazikuta huko, yaani Dar es Salaam. Katika harakati za kutafuta umri na ukisogea, nikaona kuna sababu na mimi kutafuta familia Mtaoa nani katika mji huu? Kila mtu anamwogopa mwenzie, mkenyangao mume kwako, mtaoa nani? Hivyo basi nikapata ushauri kwamba nikaowe Tanga. Tanga naenda kumuoa nani, sehemu gani? Makorora au Kisosora, Chumbageni, Raskazoni au Meka Njuni? Je, naoa kabila gani? Mdigo, mzigua mbondei au msambaa wa milimani? Hapo ndiyo ukanijia ushauri mzuri wa malenga wa Tanga, unaosema nikaoe nani. Malenga anasema: nafsi na tangatanga, moyo umekosa jibu, eti nikaoe Tanga, kuna wake wa hijabu, macho yanakosa mwanga na giza la nikhiribu Kawe na nitanga mwenye sifa mjarabu. Wadigo nikaambiwa, kwa mapishi huchomoki na mengi kusimuliwa, wali nazi kwa samaki, kwa mahapa kama njiwa, chumbani kwake hutoki. Kawe na nitanga mwenye sifa mjarabu. Siyo tu kwa sura nzuri, na mapenzi ni hodari, mziguwa si kiburi, heshima sio hiari, na wala hana fahari, si kwa nyumba wala gari Nikaowe nani Tanga mwenye sifa mujarabu, rangi yake mahabubu, kizazi cha Jerumani, msambaha hanagubu, heshima ndio nyumbani, sioni tena sababu kutopanda milimani. Nikaowe nani Tanga mwenye sifa mujarabu. Bado sijui nani, maana wanichanganya Mbondei wa Amani, rangi yake kama nyanya, mzuri hana kifani, kwa kweli kanichanganya. Nikaowe nani Tanga